Usiku wa kuamkia leo tumeshuhudia mechi mbalimbali katika ligi mbalimbali duniani, tukianzia hapa hapa Bongo Tanzania. NBC Premier League ulichezwa mchezo mmoja, Namungo Football Club alimkaribisha Mashujaa, ambapo mechi ilimalizika kwa ushindi kwa klabu ya Namungo, ushindi wa goli mbili kwa moja. Pale Zanzibar, katika kombe la shirikisho barani Afrika, Simba Sports Club alimkaribisha Stellenbosch kutoka South Africa, mechi ilimalizika kwa ushindi kwa klabu ya Simba ushindi wa goli moja kwa sifuri. Huko EPL English Premier League, kulikuwa na michezo minne ya moto sana. Fulham walimkaribisha Chelsea. Chelsea walibuka na ushindi wa goli mbili kwa moja. Huko Ipswich wakikipiga na Arsenal. Arsenal walibuka na ushindi wa goli nne kwa sifuri dhidi ya Ipswich. Manchester United walimkaribisha Wolves. Manchester United wanapoteza kwa goli moja kwa sifuri. Leicester City dhidi ya Liverpool, Liverpool alibuka na ushindi goli moja kwa sifuri dhidi ya Leicester City. Tuangazie huko Spain katika Liga Santander ambapo kulikuwa na michezo minne. Real Valladolid alimkaribisha Osasuna. Osasuna alibuka na ushindi goli tatu kwa mbili. Villarreal versus Real Sociedad, mechi ilimalizika kwa sare ya goli mbili kwa mbili. Sevilla versus Deportivo Alaves, mechi ilimalizika kwa sare ya goli moja kwa moja. Huko Real Madrid wakipiga na Athletic Club Athletic Bilbao, mechi ilimalizika kwa ushindi kwa Real Madrid, shinda goli moja kwa sifuri. Huko German Bundesliga ilipigwa michezo mitatu. Augsburg wakimkaribisha Frankfurt, mechi ilimalizika kwa sare bila kufungana. Borussia Dortmund dhidi ya M'Gladbach. Borussia Dortmund walibuka na ushindi goli tatu kwa mbili. St. Pauli dhidi ya Leverkusen, mechi ilimalizika kwa sare ya goli moja kwa moja. Huko Italia Serie A ilipigwa michezo mitatu pia. Empoli wakimkaribisha Venezia mechi ilimalizika kwa sare ya goli mbili kwa mbili. Borunya vs Inter Milan. Borunya wanashinda mbele ya wababe Inter Milan ushindi wa goli moja kwa sifuri. AC Milan vs Atalanta. Atalanta wanashinda mbele ya AC Milan kwa ushindi wa goli moja kwa sifuri. Huko France Leguan ilipigwa michezo mingi kwelikweli, michezo sita, ambapo lile walimkaribisha Auxel, mechi ilimalizika kwa ushindi kwa lile, ushindi goli tatu kwa moja. Brest vs Lens. Lens walibuga na ushindi goli tatu kwa moja. Nice vs Angers. Nice walibuga na ushindi goli mbili kwa moja. Reims vs Tours. mechi ilimalizika kwa ushindi kwa Reims, ushindi goli moja kwa sifuri. Saint-Étienne vs Lyon. Santetien walibuka na no washinda goli mbili kwa moja. Huko katika CAF Confederation Cup nusu fainali ilipigwa michezo miwili Simba Sports Club ikimkaribisha Stellenbosch mechi ilimalizika kwa ushindi kwa Simba Sports Club ushindi wa goli moja kwa sifuri. RS Berkane vs CS Constantine RS Berkane waliibuka na no ushindi mnono kwa kweli wa goli nne kwa sifuri. Hizo ndizo mechi ambazo zilipigwa usiku wa kuamkia leo. Ni mchezo gani ambao ulikufurahisha zaidi katika michezo ambayo ilipigwa usiku wa koml? Drop your comment hapo kwenye nt comment. Hapa ni super travel ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.